Umechora mbele, umechora nyuma, yaani mtu bochi kabisa. Kuna kakitambatu kimeziba bila, yuko mtupu, miundombinu yote iko wazi, miundo mbinu yote ikawa wazi. Lengo ni moja tu ni mtupo, nah. Mira, yiko, mtupo, yeta, nah. yeta, nah. ni nah. malaya kabisa nah. Hakuna lengo zaidi ya hilo nah. Ni lengo moja tu malaya na mtu uzinzi na mtu anavaa nah. nah. nah. suruali nah. ni malaya ukubali ukatae nah. Hakuna ajenda nyingine ulionayo, hakuna ajenda nyingine ulionayo zaidi ya umalaya, kwa maana biashara matangazo biashara matangazo, wakacha mambila yako ni hata inabidi vipi, Elia? Hakuna ajenda nyingine zaidi ya hiyo na, di, na tunajifunza humu kwenye mabara, hakuna baa kuona mwanamke kavaa nguo ndefu

bili atoka na mteja na paswa vaa nguo ambayo yeah, inakuja ni kakimini ambapo hata kukaa hawezi, na hiyo tanaishia mzima paja wazi, lengo yeah, ni moja tu nikumbaka mwanaume kisaikolojia. Mwanaume anakuja na foto tunauliza hii, hii biashara ni shilingi ngapi? Naam no. Mwanaume aendi toa anauliza hii biashara unafanya shilingi ngapi? shilingi ngapi? natoka na wewe na yeah, kukupa shilingi ngapi? Yeah. Mwanamke badilisha mwenendo wako. Yeah. Naam no. Leo tuna mambo yanaharibika sana mpaka kwenye makanisa, ndio yeah. Unakuta walokole wale wa zamani kama wapo hapo watakuwa wanashuhudia mambo haya, wale wa miaka ile yeah, wanatambua kwamba namna gani Kanisa. Hakuna suluali ya kike na. Tunazo suluali za malaya, suluali za kumshawishi mwanamke, kiwe pesa ya kutongoze, mwisho hakuna zaidi ya hizo. Na ndiyo maana tukiangalia jambo la msingi, pima hata kwa akili ya kawaida, kama tang kwa kwa akili ya kawaida pima, hakuna mtu anaweza kumpokea na mwanafunzi kavaa kama wewe unavaa. Haipo. Haipo. Hadi. Hata shule yenyewe imecontrol. Serikali inafahamu ambayo imecontrol na mavazi zaidi. Tunaona mabinti ya Afrika chuo wanakuwa na, na uhuru wa kuvaa mavazi ya hovyo, lakini huku kwingine kote serikali yenyewe imecontrol. ewe imekontoazawezikuwa hivi ukishatoka pale miaka kumi na nane wanakuachia amuone nayotaka. Hapo basi unaamua kubaka wanaume mtaani furuzo, ndio. Ni kwa baka kesho akutuisha mimba, wanaume mbwa kujiona mara kwanza ama kujipitisha kwao wakati Dio. Unataka nini? Unatangaza mambo ya biashara, umepata mteja, unapata mteja, unaanza kuamika, hii mimba hii baba huyu atunzi, mtoto babake Elia, mtoto babake Asumani, mtoto babake ni Juma, ila kutunza atunzi. Mwanamke badilika kwa habari ya mavazi. Neema ya Kristo Yesu hii pamoja na nyote ambanzosia ujumbe huu na, lakini na, lengo ni moja. Hatuna wadui na mtu yeyote, hatuna wadui wa mtu yeyote. Tumekuja kukumbusha tu, na ndio kazi yetu, tumeokolewa bure. Ndio, ndio, Yesu ametuagiza katika kitabu chake kile cha Masaya cha Marko kumi na sita mstari wa kumi na tano, anasema kwamba enendeni ulimwenguni mote, mtaubidi injili kwa kila kiumbe. Amenye na Ame, nena, kubatizwa ataokoka amini nakubatizwa, na kubatizwa ataokoka. Kwa hiyo ni jukumu yetu sisi. Leo tupo hapa, kuna watu wal, wa, wa, wa, walivunja walivunja vizuizi vya kuogopa watu wakaubiri njini na sisi tukaokolewa, nasi tunavunja vizuizi vya kuogopa sura ya mtu, tunatoka macho makavu tukiongea habari ya okovu wa Yesu Kristo, namna na gani iotza njia zako, namna gani a kufanya na na mabadiliko ya mwenendo wako. Hatuna ubaya na mtu yote hatuna ubaya na ana zaidi anayetu. Naomba nisomee kwanza neno la mwisho apo nalo, kitabu kile cha Yoshua moja t tuache na neno hilo, kila mmoja akitafakari nyumbani mwake ya kwamba mwalimu wa kwanza alisema kwamba mwadamu utubu. Na leo ukiondoka utakuwa mgeni wa nani? Leo upo, kesho upo. Wewe sio wa kwanza, wewe sio wa kwanza, wenzako kaza wa kaza wamepita, wewe kadhalika, pengine wiki ijayo tuenda kupota chakula kwenye msiba wako kwenye mazishi yako, utaondoka muda wote. Mwanadamu ni mpitaji katika dunia, tumekuja tukumbusha kwamba zingatia unatenda nini katika dunia na uchumishi wako ni upi, na kwaca ninile kwamba kukumusha ya kwamba na Yoshua moja mtasema, kile kitabu cha Yoshua moja na mstari wa 8, huu ndio mstari wangu, naacha kwenu wapendwa, katika Bwana Yesu Kristo. anawapenda sana ndio maana akuona aibu kuja kumwaga damu yake kwa ajili yako. Ndio maana akuona aibu kuja kuja kutundikwa msalabani kwa ajili yako, na kuacha neno hili ukajitafakari, mara mbili mara tatu. Neno la Mungu linasema katika kitabu kile cha Yoshua moja na ule mstari wa nane inasema kwamba kitabu hiki cha Torati ndio kisiondoke kinywani mwako, baada ya tafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa sawa na maneno yote yaliandikwa humo, naam, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, naam, kisha ndipo utakapostawi sana, sana. Amen.

Umeagizwa kusoma kitabu hiki mchana na usiku ndio, na kisha yatafakari, uangalie namna gani imekupasa kwenda sawa sawa, usikengeuke katika njia yako na, anasema ndipo utakapoifanikisha njia yako. Mwanadamu unapita una katika dunia, wewe ni mpitaji na msafiri, kuna sehemu unakwenda, kuna umilole mbele yako, ili uweze kufanikisha, inakupasa uaeshiwekweza kuagiza umu neema ya Kristo Yesu pamoja na nyinyote katika jina la Yesu Kristo amen. Kwa fupi amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. Bwana wetu Yesu Kristo, mfalme wa wafalme na bwana wa bwana.